Waniambie, mwaka na sitini na tisa sawa? Aligoma Simba, mwaka na tisini na mbili sawa? Na, aligoma na aligoma aligoma Yanga na na mwaka na

zote mbili aaaakinachotokea ni nini sasa hivi, uongozi wa TFF uongozi wa bodi ya ligi sio wakali. Wanachofanya wanajaribu kubalance matukio, na kama ukijaribu kubalance matukio hizi timu hutaziweza, kwa sababu hivi vitu wanavunja sheria wakijua kwamba wanavunja sheria, adhabu yake ni nini na wataya? Ile adhabu sasa, inatakiwa ukali wa kanuni uongezeke. Kwa mfano kama Yanga aliwazuia Simba kufanya mazoezi, ni kwa sababu alijua faini ni milioni tano atalipa na atakuwa amewaapiliwezake saikolojia, anaingia uetu ambalo sio, kwa sababu anajua adhabu yake ni shilingi milioni tano. Kwa uwezo wa klabu kama ya Yanga watalipa.